Hello everyone. Nataka tujifunze jinsi ya kukamata mwizi kama mekwibia immediately. Iwe ni mfugo, iwe ni TV, iwe ni kifaa gani katika nyumba, iwe ni pesa. Tafuta ndulele, wembe mpya na shindano. Tuseme hii ni shindano yangu, ni wembe wangu. Hii ni ndulele, unaikata na, shind... na wembe ukinuia. Ukimaliza kunuia, unachukua shindano, unadunga inapitia katikati ya indulele lele, alafu mahali mwizi ameiba, unaenda unaiyeka, ni mfano, unaiyeka. Ukiiyeka pale unasema, wewe uliyechuka uchukua mfugo wangu, mbuzi yangu, mali yangu, utataja chenye amekuibia. Mahali umefika, usiendelee na safari, rudisha mali yangu, chenye amekuibia. Rudisha hapa hapa hapa umekichukua, na huu mtego unauweka mahali amechukua. Kama ni kwenye zizi la mbuzi, endo kaeke huko. Kama ni sitting room amengoa TV, endo weke hapo. Kama ni kwa kipochi pesa imeenda, eka hapo ndani. Ni simu imeibiwa kwa kipochi, eka hapo ndani. Iwe imechukuliwa wapi? E, huo mtego uweke hapo hapo. Huyo mtu mahali atakuwa amefika atakuwa narudi nyuma, atarudi mpaka kwa nyumba yako ukiamini Mwenyezi Mungu kahidhini, ya Mwenyezi Mungu, kama umeibiwa, that is the way has aid. Tuko pamoja, tunaelewana, tuna watu wa kuibiwa. Kuna miti yenye unaweza panda kwa compound yako ikawa mwiza, hizi njia nitakuja kuwaekea. Sawa, kuna mnuko vundo Ukipanda kwa compound, kwa gate, mwizi aizi ingia kwa nyumba yako, kwa boma lako. Kuna vitu zingine ukieka, mwizi aizi ingia, utampata hapo kwa hiyo nyumba. Kuna sodomu epo, ile ya majani kubwa, mwizi aizi ingia kwa nyumba yako. Hmm, nitawafanyia video inshallah.